Vipi? Safi. Nana umebadilika ume, ume, ume, <laughs> umekuwa ume kama vile si wa wa wa Nigeria Nigeria fulani hivi. Video kwenye ukoo wa Nigeria. Hapana. Bona na na kina Polo pale akina Ogachi. Kuna kuna movie fulani hivi niliangaliaga ya My Love ya Nigeria hivi kama vile kuna dada fulani hivi. Si kama anataka kujiua, si kujinyonga. Hey. <inaudible> hiyo mm. mm. Okay, huu mtindo umetokana ume, ume na nini hasa ah? Mtindo kwanza umetokana na nyimbo yenyewe mm. eh, na pia na director okay. yeye yeah, ndo ametuongoza katika ile swala la, la huu mtindo okay, kwa sababu mimi nazoea na, na wa Nigeria, yeah. kwa sababu naona video yenyewe ni kama vile sasa, yeah. nazoea Nigeria, kuna vitu wanawekea wa si wa yeah, hey. eh, ili asili ya watu iende vizuri tena inawezekana. <laughs> ili kitu kionekane kiende kama inavyotakiwa kabisa. Yaani ki, ki, ki, hey, sababu na, na, na title wenyewe ni kama ni, ni kama lugha ya Kinigeria. Na hivi mnatembea, sio mnaelekea wapi sasa? Huko yeah, mm, yeah, mbele <laughs> e. Nimesikia kwamba kuna uwezekano wewe utakuja kutekwa <laughs> Ndio mm, ndio script inavyosema hivyo mm, ya kutekwa. Ha, uwa, no, lakini sio kutekwa nanipeleka kwao, hapana. Unajua kutekwa kweli? Sasa ni hapo, utakubali kweli utekwe eh? Kama script inasema hivyo, lazima nikubali, eh, maana ni script inasema hivyo, lazima nitekwe. Ni ba mhm, sasa watakuteka Ah, ni wasanii. Ni wasanii. Hmm. Jina, ni wasanii ni wasanii, japo siwajui majina, lakini yule msa, yule mtu aayule akiona umetekwa ni kazi. Kwa nini kweli ameniteka, si ni kazi jamani? <laughs> ni kazi. Kwenye utekaji. Kwenye utekaji, kwenye hapana, kwani wananiteka wananishikashika wapi? si wananiteka tu kawaida jamani ni kazi e. Eti ba mtu ni kazi. ni atakunyanyua. Watani nyanyua. Na na roho misi mdodo lakini. ni eh Eh ah. na mm, lakini ni kazi hivi e, umeshakula? Ni ndani. Kula. Ya hmm. tumekula. tumekula yeah. Ah. Lakini sawa. ni sawa, maandalizi naona ni mazuri sana. Yeah. Sababu naona umekuja kufanya kitu ambacho unajisikia kukifanya, ndio sababu naona tabasamu ni kubwa sana mm. Una furaha kubwa sana, sio kama wale watu nawamchukua kwenye video anakuwa ni mtu mbaya kama vile ana asili fulani <laughs> hapana, hiyo sio asili ya kazi kabisa, sababu ukishajikubalisha kitu lazima ukifanya kwa moyo mmoja kweli na mtendee haki. Ukishaanza kuwa na asira sasa, sio ungebaki nyumbani? Kwa hakika ndio. <Yani> hapo <laughs> watu wategemee kitu kikubwa sana. Ndiyo, yaani wategemee wategemee moto mkali sana. Sasa inabidi ujitume kwa sababu nimesikia wimbo wenyewe ni wa mwenye wimbo ipo nje ya nchi. Mm. Yeah. Sasa wewe, sasa inabidi ujitahidi mm -hmm. Yule wa kula sija kupiga chini. Haiwezekani. Kwa sababu hakuna mtu atamtafuta kule ambaye atakaa kwenye video kule. Kwa sababu hii video hii video na wimbo, yaani kama vile wa kimataifa watu wawili hapo, sawa. Ni kweli ni kimataifa sana, lazima tu tutende haki. Ushangaa, unaweza kupiga simu na wa Nigeria. <laughs> <laughs> Wakaribie <laughs> wakaribia kabisa, hakuna tatizo. Ile safari ndefu sana, safari ni kawaida, sio ndio? Kwenye hizo mambo, mimi sijaambia wale wale ambao watakuja kucheka, wengine wananyoe wananyoe ili usichoke. Hapana ni kawaida. Kwani kuchoka jamani? Nikichoka nitapumzika tu. Hakuna tatizo lolote huko. Afu tena baadaye utekwe. Tena baadaye tena urudi tena huko unatembea. Si kuchoka sana. Ni sehemu za kazi. Hivi hii hali ya jua unaisikaje, huko huko unapoelekea? Ah, sasa vifaa unakutana vifaa kuvitoa kule kuvileta huku inakuwa ni changamoto kubwa. Mm inakuwa ni changamoto kubwa sana. Eh. Ah. Yeah. Sasa lakini mfalme jinsi ameenda amevaa amevaa kawaida sana so. Atavaa. Yes, unajua ni mwanaume kanza yeah. Atavaa ingoi. Yo yo tena. Eh, hii hapa. Ndio atavaa. <laughs> <laughs> <coughs> Ni uhakika kabisa. Mfalme anavaa. Lazima atabadilika, wewe mwenyewe unaona nimebadilika. Mfalme mwanzoni kweli mwanzoni na, na kwa sasa ni tofauti sana. Sasa hapo unajiuliza sasa wewe ndio umevaa nguo ya mfalme. Mhm. Hivi -hmm. Kisheria kweli vinaenda? Mimi kuvaa nguo ya mfalme. Kisheria. Kisheria. Jamani. Eh, ni baby. <coughs> Mm? Ni bebi ameniazima <laughs> kisheria kwa kweli, kwa sababu hatujui sheria za wafalme na makingi makwini mm, ma, ma kwini. Kwa hiyo hapo sijui kama ni kisheria iko vibaya au iko, iko vizuri, kwa sababu hatujui sheria zake kivile mm, nimemwambia tu anipe akanipa, kwa sababu kiona na, na, na, muda uh huu tena? <laughs> <Kwa bara, laughs> yani, kwenye hii video uh -huh. Utakuja kuua <laughs> Lakini ujitahidi kama kama utakuja kutekwa <laughs> uh -huh. Na wewe usiende mazima huko mtekani. Hapana, haitapendeza. Tupite huko, tupite huko. Haitapendeza kabisa. Mkatekana sasa ikawa ni kutekana kweli. Hii ni kazi tunaenda tukutekana hapo kwenye kazi kwenye kamera, he, kwenye kamera. Yeah, lakini, lakini sio nyuma ya nyuma, nyuma ya kamera ah, nyuma ya kamera. Kamera kila mtu ana maisha yake <laughs> <laughs> Ni ila <sawa. laughs> ni sawa, ni yeah, sawa. Okay, kwenye, kwenye maandalizi yako kwenye, jinsi walivyokuandalia um, ukijangalia mwenyewe kwanza inaweza mm. kaa imegharimu kama shilingi ngapi? Kwa kweli mi nilinyanyuliwa tu mm, niliambia, usileti chochote mm, we njo kama wewe, si tutakugharamia huko kwa. Mimi nikatoka tu nyumbani na nguo yangu yenye nilikuwa nimevaa, basi wenye ndo wanajua unanigharama iko bei gani. Mi sijui kwa kweli ah, kwa sababu unajua we mwenyewe ni mwigizaji, ndio unaweza ukatathmini kusema kwamba ah, leo nguo ambayo amenivisha zimegharimu kiasi fulani. Sasa tatizo zingine sijaziona, mm, e. So, yeah. Nikasema ni kiasi, kumbe kuna lingine kali ambayo ilikuwa milioni tano huko. Mi sijui sijaiona, labda ameamua kunifanyia surprise. Kwa hiyo gharama kwa kweli si sio kivili. Okay, yeah. Ila unatumiaga sana simu simu, anatumia yeah, simu na message. Huo unatumiaga sana, natumiwa hey. Message hey. Eh, kawaida kabisa. Unaweza kunitajia kirefu cha kirefu cha SMS? <laughs> <laughs> <laughs> SMS okay. E, simu nini, simu hapana, siju kusemi uongo Kwan, kwanini unashindwa kujua kirefu cha SMS? E, Send mm. Send nini, malizi hapo twende, send afu zamani, kwa naijua hiyo zamani zamani, lakini sio kwa sasa, sio kwa sasa. Kwa nini sasa uli sahau yani? Eh, sasa sahau, sasa sahau kabisa. Hivi wengine waki kina umetuacha kama vile nimekuchelewesha, safari ni ndefu, nimekuchelewesha eh, tuende. Tunaenda wote huko au narudi? Ni huko huko, eh, kwa sababu unajua watu wakiwa wanaongea, kuna mdomo mwingine unakuta ile kasi ya kwai inapungua. Ndo hapo, ni kweli. <laughs> mm. ah. so, sawa, kirefu chake ah, a sina ni... ah, ah, si imenipiga ya mwisho, ya mwisho menipiga kwani ni hivyo. Okay, <laughs> <I see you. laughs> okay, okay, okay. Matarajio yako ni yapi sasa kwenye uvision? unatamani ndoto yako ifikie wapi? kila um, siku ndoto um, yangu tusiishia si hapa mm kwenye video ya Dickson tu mm -hmm. Tufike, tufike mbali yeah. kama kisi umevyotaraji, umevyotabiri mm -hmm. wa Nigeria watapiga simu na wapige kweli ndio. mm. Matarajio yangu yani tufike, tufike mbali. Yeah. Okay, hivi kwa mfano amnaweza kusema kwamba ah, kuna dada nilimwona ni, ni, ni kwenye video fulani hivi, namwita, akifuata taratibu naenda, eh, akifuata taratibu naenda, asipofuata taratibu napo siendi kwa sababu eh, kwa sababu, oui. eh? Tawani, lakini kumbuke yule ni mtu maarufu sana lakini. Ndio, lakini utaratibu ni muhimu pia mm. Sababu, so, ukienda hivyo kichwa kichwa bila utaratibu wote, okay. uta kitu huko na nani? Sawa. Okay. Wewe una unatumia Instagram? Ndio. Okay. Kuna msanii wote wawote ashawe kufollow ambaye ana jina kubwa? Hapana. Kwa sababu gani? Um, kwa kweli eh, labda labda hajaniona kivile mm. Eh au ah, okay. Wewe kujipromoti kwako, huwa unajipromote kutumia kiki au unajipromote hivyo hivyo? Najipromote hivyo hivyo, huwa situmii kiki sana kivile mm. Huwa na post tu caption za kawaida mm. yeah. Huwa situmii kiki, sijui nilienda hivi nikafanya hivi, hapana. Ila watu wenye kiki wanatembeaga wanat sana wenye kiki eh, wanatembea lakini, sasa kutokana na utaratibu wangu wa maisha mm. eh, kwa sababu hata bila hivyo mimi sipendi maisha yangu yawe So -so -so -so. Sana. mashamba ya mm -hmm. watu, muda mwingine unaweza ukapigwa kitu kizito yeah, hey, yeah. kule, kule, yeah. yeah. hicho so, unajua kuna huyu kuna, kuna kuna mwana densa wa Mbosso, bonge la dada yule, sema julikana sababu ya mtandao, lakini na kujituma na kujituma, japokuwa japokuwa hatumii kiki ila ana, ana, anatumia vikipu vyake vya kucheza cheza sana mm, hey, vikamtambulisha. Sasa kwa nini na wewe sitengeneze angalau baadhi ya vikipu vya kuweka mjini? ah, ah, yani ni hivyo lakini. Sasa kutokana na na maisha yangu niolojijengea, sio sana huwa nachukua tu, na nachukua movie niloicheza ndo nakatakata vile vima clip na na post post. Okay, okay, ni ni comment ipi pia ambayo ushakutana nayo ikakuvunja moyo? Eh, komenti eh, komenti ni nyingi sana za kuvunja moyo lakini kuna ile unasikia unakwambia, ana, ana komenti unasikia ah, kwani nyie mnafanya nini? mm. Si mnajichosha tu amna lolote na mtafika mbali. Ubivu wa kulima. Ehe, zinakatisha tamaa lakini sasa utafanyaje? Ndio kazi uliochagua. Unaamua tu kuvumilia basi maisha yanaenda. Okay. Alafu comment nzuri napo ya komenti nzuri ni huwa napenda mtu akija kwenye komenti mm. ananiambia, "He, yani kama vile simjui, mfano simjui sa. nakutana tu naye anaandika, yaani we dada, unajua kuigiza au unajua hiki mm. nilikuona sehemu fulani, labda nilikuwa natembea mi, sijui anakuja kula na komenti, nilikuona sehemu fulani unapita kwa hiyo yani, ile nani inanipaga moyo sana, okay. Yeah. Okay, okay, okay, waga unapenda kucheza kwenye character, character inakuwa unachukua character ipi au scene ipi sasa mimi inakuwa inakufaa? Hapana, mimi kwa mimi sina yote napiga. Yani sijui kia ya wewe huu, sijui kia romantic, sijui kia kufoka, si yoyote mimi huwa sija kuisema. Okay, kwa sababu unajua sasa nasema hivyo. Kwa sababu unajua kuna mtu anakuwa na ule uhalisia mm, kwenye kitu fulani mm, ah, kwenye mapenzi kile kitu, kitu ambacho kwenye ngo yako unasimamia kwenye ipi? Sasa unasema mimi nikiwa kwenye hichi kitu hapa ndo waki na nifaa sana yani, yani engo ya, ya kupeleka umbea hey, yani hiyo engo we hmm. Hmm, wea acha tu <laughs> <laughs> <laughs> yani hiyo engo yani mwenye nikiangaliaga ana uni mimi nilifanya hivi jamani, okay. Inakuwa ni engo ambayo inamshamsha sana yani, ya, uswahili. Ya uswahili, kabisa ya, na nami pia uwa naifurahia na wananaambia huwa naifiti kama yule dada ambaye alikuwa anachezaga na madebe siku hizo ah, ameolewa na Tundamani <laughs> hey, sana maneno mengi ah, ya. Ya, ya ya yani, ya okay. Sasa wewe itabidi mm, utafute kitu ambacho mjini ambacho, hey, yani, moja, ambacho kitu ambacho kinaweza kutambulisha mjini sasa, ambacho ukae kwenye engo moja, ambacho kile kitu unakifanya yani kiwo ni kile kile, lakini ubunifu unakuwa ni, ni unaofanya lakini kitu kinabaki kina pale pale mm-hmm. Ili watu wakujue ndio inawezekana you know, vizuri yeah. Tatizo sasa mimi ni mwigizaji nikisema Is... nimetafuta kwenye kulia tu, kuna scene zingine zitakuja za, za romantic itatakiwa ni perform. zitakua yeah. Alafu kingine walitufunza mwigizaji wanasemaga kwa kauli mm. ambayo sio rasmi lakini mm. ni yani ni mtu ambaye Okay, basi poa azoelekaje? Basi nashukuru sana Okay. Sawa. Si. Niutakie kazi njema. Haya, asante. Si. Poa poa. Poa poa. Tano mazito. E uzito <laughs>